Nimemteua Mheshimiwa Mheshimiwa <coughs> Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Waheshimiwa, waheshimiwa <tukai> naomba tukae, hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu mwakilishi wa mheshimiwa rais aweze kurudi kwenye majukumu mengine. Asante sana kamanda.